Nafasi labda nikumbushe tu kwa lugha ya kawaida kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi eh, bila kuamsha hisia za watu, nafikiri sisi tunaelewa nafasi zetu za nafasi yetu ya kanisa, wapadri tufanye nini, watawa tufanye nini, viongozi yote wa kanisa afanye nini. Kwa hiyo kimsingi sheria za kanisa ni wazi kuhusu padri au sista kwamba mtawa padri au kiongozi yote wa kanisa hapaswi kushiriki katika kampeni zozote za siasa, wala hapaswi kutambulishwa na chama chochote kwa kuvalishwa gwanda lolote la chama fulani la siasa au kiashiria. Kwa hiyo ni marufuku pad marufuku kwa watawa, marufuku kwenu nyinyi waseminaristi kuonekana kwenye kampeni ya siasa, marufuku kubwa. hatutakii kuonekana huku, na ni vibaya watu kurubuni na kuhadaa watu au wahusika wakipita kwenye nyumba za kanisa, wakipita kwenye konventi za kanisa kwa hadaa na kwa rubuni, hiyo ni dhambi. Haipaswi, haipaswi kumrubuni mtu kitu ambacho afahamu. Unamkamata mnovisi, unamkamata mtawa moja, mklara ambaye hata redio asikilizi taarifa ya habari ya somi, unamsomba tu Halafu unamwelekeza unamfanyisha, ile indoctrination hiyo ni dhambi na ni makosa makubwa. Marufuku kama watu wanaamini. Marufuku kwenu wa seminaristi pia kuvaa t-shirt au kofia ya chama chochote cha siasa, hata wakati wa mchezo. Marufuku hata kulala nayo usiku hata kama mgombea ni kaka yako, silete unajisi kwenye kanisa. Marufuku kama wahusika wanafikiri wana wafuasi huku, haina shida. Siku ya kupiga kampeni inaeleweka, siku ya kupiga kura inaeleweka.